Coca-Cola. Furaha, shangwe na nderemo zilitawala katika eneo la pwani baada ya Miriam Wakio kutangazwa kuwa mshindi wa shilingi milioni moja kupitia kampeni ya Funua Flava Pata Mita inayoendeshwa na kampuni ya Coca-Cola. Miriam ambaye hakuweza kuficha hisia zake alieleza furaha yake kwa moyo mkunjufu baada ya kutangazwa kuwa mshindi. Akiwa amezungukwa na marafiki, alieleza kuwa fedha hizo zitasaidia sana katika kutatua changamoto mbalimbali ambazo zilikuwa zimekwama kutokana na ukosefu wa pesa. Tua Miriam Wakio. A, niliweza kunywa soda ya ya, ya, brandi ya Coca-Cola na kwa kukunywa hiyo soda nikapata code uh, ya yeah, code ambayo ilikuwa hapo then nikaituma kwa, kwa 40111, na nilipotuma uh, mara, nilituma nyingi tu si moja nituma nyingi tu yeah, mara na, bundles, alafu, uh, kwa mara nilikuwa napata, alafu baadaye ndio nikaweza kuwa mshindi wa uh, hii milioni moja. Uh, kwanza kabisa nitamshukuru Mungu kwa ajili ya nafasi hii Alafu nitaketi niweze kuipangilia vizuri e, kwa sababu niko na so many pending issues ambazo zilikuwa zimekwama ikiwemo kulipia school fees na mengineyo. Kwa hivyo nitaweza kutumia hiyo milioni moja ku uh, at least solve some of the issues ambazo zilikuwa haziendi vizuri. Upande wa kampuni, afisa mkuu wa fedha wa Coca-Cola Virendra Nagori alimtangaza rasmi Miriam kama mshindi wa sita kitaifa katika kampeni hiyo. Alisema kampeni ya Funua Flava Patamita imelenga kuwashukuru wateja kwa uaminifu wao kwa miaka mingi, huku pia ikiwapatia nafasi ya kujishindia zawadi kemkem. So we have several one million winners still to go. So we welcome our first winner from the coast, Miriam. My message, keep doing this, keep consuming our drinks and you, you, you may be the next winner. Naye afisa mauzo wa Coca-Cola, Ruth Mwake, alisisitiza kuwa kampeni hii ni ya kila mwananchi na hakuna anayepaswa kubaki nyuma. Sikufe moyo, hatungejua leo Miriam angekuwa mshindi wetu wa milioni moja. Mtu asijaribu kuvunjika moyo, ni lazima tupate mshindi wetu wa pili pia wa, wa, wa milioni moja. Farida Ali ni kiripotia runinga ya Anisa Mombasa. Hii ni Anisa TV.